Okay, so kama inavyotambulika kwenye mashindano yetu ya Miss Grand, ilitoa washindi saba na mimi ni kati ya wale washindi saba. Um, na pia ni the first ever, Miss Intercontinental from Tanzania. Ile shindano uh, ni mwaka wa hamsini na tatu, lakini Tanzania haijawahi kushiriki. Kwa hiyo mimi ni mshiriki wa kwanza kutoka Tanzania kwenda kushiriki Miss Intercontinental ambayo shindano lake linahusu the power of beauty. So kama nilivyosema ni tarehe 14 mpaka tarehe 30, na o kuna nchi nyingi sana from different parts of the world. So I'm really asking Tanzanians to support me as much as you can, nipigie kura and everything . As I said, will be posted on kwenye page ya Miss Grand lakini kwenye page yangu na page ya Miss Intercontinental. Unapozungumzia Miss Continental inahusisha mabara, na umesema nchi nyingi zitakuwa, kwa namna gani umejiandaa kuitangaza Tanzania kupitia utalii lakini pia ulimbwende? Um, so

Miss, swali langu, mbali na kura ambazo naomba kwa Tanzania, kuna kitu kingine ambacho kinamsaidia zaidi Miss huku ambapo naenda, mbali na kura, kwa sababu nyingine ambazo zinamsaidia mtu kushinda kwamba mtu fulani kutoka nchi fulani, nchi yake ina msupport sana, iko very active and stuff like that, na wanakuwa na kiu, anakuwa so yeah. Uh, kuvote wata post, I think, leo usiku um, kila kila kitu mtaona kwenye page ya Miss, Miss Grand Tanzania wataonyesha pale namna ya kuvote. Kuna link itapostiwa kwenye bio. Kwenye hiyo link utashuka chini umtafuta mshiriki wa nchi yako and kuna maelekezo pale on how to vote for your person, of which easy votes zinasaidia a person kuingia direct top 7 all continents. So it's a very good thing, it's a very good step for our country.